ya boti walimokuwa kuzama katika eneo la Dho-Goye kwenye ziwa Victoria kaunti ya Siaya. Ripoti kutoka eneo hilo zikiarifu kuwa, miili miwili tayari imeopolewa kutoka kwenye ziwa hilo huku juhudi zikiendelea kuopoa miili mingine mitatu. Tukio hili lilitokea Jumapili jioni wakati wavuvi hao walipokuwa wakiendelea na shughuli zao za uvuvi. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa usimamizi wa ufuo wa Usenge John Ocheng, wavuvi saba walikuwa kwenye boti hilo wakati wa ajali hiyo iliyosababishwa na upepo na mawimbi makali. Ocheng akisema wanaendelea kutafuta waathiriwa watatu waliosalia.